Nilienda huko nilienda um, Ukambani ukaenda kufanya barabara. Sasa jamaa mwingine nikamuuliza juzi, kwa sababu alikuwa ananiambia maneno mengi, nikaambia wewe, mimi sasa ndio napanga barabara ya kwenda kwako wewe, umekuwa uongozi miaka hamsini, barabara ya kwenda kwako ni ya vumbi. Sasa nikamuuliza sasa, wewe unataka aje kuongoza Kenya kama akili ya kupanga barabara ya kwenda kwako hauna, akili ya kupanga barabara hizi zote sijui expressway sijui hiyo ingine atatoa wapi? Atakuwa nayo ati? Akajaribu kujitetea akajitetea, akasema hapana, eh, huyu eh, Ruto amesema ati mimi nimekuwa uongozi miaka hamsini lakini sio hivyo, nimekuwa miaka 40 sasa. Mi nataka sasa niwaulize sasa, my friend. Haya, wacha, naomba msamaha, pengine sio 50 ni 40, na hiyo 40 years barabara bado ni vumbi. Unahitaji miaka ngapi ndio utengeneze barabara kwanza ya kwenda kwako? Wachana na hii ya Kenya. Hii ya Kenya ni complicated, huwezi kujua. Ya kwenda kwako peke yake lini? How many years? bado nangojea majibu, hajanijibu. Akinijibu nitajua vile ya kumwambia. Nyenye mnanielewa.